Sababu, si kila the opposite character au kitu kinachokuja kama resistance ni kibaya. Hapana, kuna kingine kinakuja ili kumtrain yule mtoto kujua namna ya kuishi na watu wa aina mbalimbali. Mfano, kama mtoto wako ni kiongozi, atakutana na vitu vyenye dalili vya uongozi vya upinzani. Sasa lazima ajue kwamba kwenye kuongoza atakuwemo Tomaso, atakuwemo Yuda mwizi, atakuwemo sijui na, na mwingine nani, yaani watakuwepo, kila mtu ana character yake, lakini ndio the flavor of the company. Yule unayemwona hafai kabisa. Musa alishawahi kujaribu siku moja akamwambia Mungu we, waondoe Wafilisti, waondoe Wayebusi, waondoe wao wamenichosha. Waitaambia we, you don't know leadership. Akaambia we, hivi, subiri, nitawaondoa polepole. Kwa sababu nikiwaondoka wakati mmoja, nchi itakuwa ukiwa. Kwa sababu alikuwa najua Mungu capacity na ya Waisraeli walikuwa hawajafikia kiwango. Walihitaji Wayebusi wawepo ili wasaidie mambo ya administration na management na vitu kama hiyo. Kwa hiyo kuna watu wengine unaweza ukawapangua kwenye maisha lakini they were meant for you.